pale Sefu Juma ni mkazi wa Pujini Kibaridi. Tukio ilivyotokea wakati sisi tunarudi katika shughuli zetu, tulikuwa tupo maeneo ya bandarini. Ghafla akatokea mzee kuja kutupa taarifa kwamba kuna kijana wetu kaelemewa na jiwe wakati ku kwenye kazi zake vunja mawe. Tukachimba ikashindikana, mpaka ikaja staveta ikatupa msaada kidogo wa kuchimba, ndipo na sisi tukaingia na masururu ili kupata mwili. Jina langu Suleiman Hilali Abdalla. Nakaa hapo Pujini. Hiyo e lilipotokea mimi nilikuwa na katika shughuli zangu za ba kutoka baharini. Nikapata ripoti kutoka kwa mzee. Na tukafika eneo la tukio. Tukiwa wengi na tukashirikiana na vijana wenzangu na tuadhima alokuwepo tukafanya kazi ya kuvunja mawe mpaka tukakaribia mwili kuuona. Lakini ikashindikana, hapo ndio ikaja Saveta ikatusaidia. Then baadaye na tukaupata mwili. Nilipata taarifa kama saa tatu hivi. naitwa aiandamizi barukwaljuma ni ya uzona Pemba. Majira ya saa nne na nusu tulipata taarifa kwamba kuna mtu kanamiwa na fusi eneo la Pujini. Tumefika eneo la tukio na kukutia mtu huyo bado yuko chini ya fusi hilo. Hapo taratibu zilizoendelea ni za uokozi, lakini kulingana na lipande kubwa la <laughs> ardhi limekatika na limemlalia ilibidi tupate msaada wa utafute tupate msaada kutoka tupate kwa wenzetu watu wa mawasiliano. Tumechukua muda kulingana na magari yenyewe yalikuwa na kwenye pilika nyingine za kikazi, lakini hata hivyo yamefika eneo la tukio na taratibu zilizoendelea hapo ni za uokozi. Tumefanikiwa kutoa mwili huo, lakini kwa uthibitisho wa daktari ni kwamba alikuwa ameshafariki. Ushauri tu kwa wananchi kulingana na eneo lilivyo, eneo limekatika katika katika, ina maana hata usalama wake ni mdogo. Kwa hiyo umekiwashauri mamlaka husika ikiwemo watu wa mazingira kufika eneo lile na kuchukua maamuzi kama nilikulifungia kwa muda au kutoa ushauri wengine kwa wananchi. Kwa jina naitwa Makame Atini Makame, Mkurugenzi Mtendaji Kamisheni inayokabiliana na maafa ya Zanzibar. Uh, kwa bahati leo tupo Pemba, lakini pia kuna tukio hili lilotokea ndugu yetu huyu Juma Suleiman la kupoteza maisha, na kimsingi tuseme tu kwamba hili si tokeo la mwanzo, hususan katika eneo hili la Pemba tumeshuhudia matukio kama haya katika maeneo ya Micheweni lakini pia na leo hapa aa. Kimsingi hizi ni athari kubwa ambazo pia zinaambatana na masuala ya kimazingira. Bahati nzuri hapa nyuma mwenzetu afisa mdhamini na ofisi ya makamu wa kwanza rais alikuja katika eneo hili na kutoa tahadhari katika tukio hili, lakini pia kusitisha hatua hizi za uchimbaji wa mawe katika eneo hili, lakini kwa bahati mbaya wenzetu ameendelea na hatua hii na hatimaye leo tumepoteza maisha ya ndugu yetu. Kwanza nichukue fursa hii kuwapa pole ndugu na jamaa, kwa sababu msiba umeandikwa na wajibu kupokea. Kikubwa ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini la pili, bado tuendelee kuwasihi wananchi, utaratibu huu wa uchimbaji wa mawe hauendani kitaratibu za kimazingira.